Mange Kimambi ameamua kuingilia sakata la yule mama ambaye alikuwa anaeleza namna gani mtoto mtoto wake alipigwa risasi wakati wa maandamano. Nadhani kwamba ni klipu ambayo na pia, alikuwa nimekuwekea mwanzo ukaiona, ukaisikiliza na ukamuelewa bi mkubwa pale chini alikuwa anasema kwamba kila Mtanzania angalie hii video. Kila Mtanzania amsikilize huyu mama. Huyu mama kaelezea vizuri sababu iliyofanya wananchi wakaandamana. Hii video lazima iende viral, ipostiwe kila sehemu. Samia Suluhu amejua kuchoma kisu mioyo ya Watanzania na katu hatutokubali. Huyu mama ambaye binti yake aliuliwa na Samia kaeleza kwa kina kabisa ishu ya maandamano. Mauaji ya Samia yalikuwa na nia ya kujenga hofu kubwa kwa wananchi, ila sasa hivi mpaka mama kama huyu anaongea kwenye ya kamera bila uoga wote. Disemba tisa, mama hawa watatoka kuandamana, maana sasa hivi hawana uoga wote baada ya kuzika watoto wao. Disemba tisa, maandamano ya amani ya nchi nzima. Hii ndo uh, caption ambayo alikuwa ameiweka Mange Kimambi, na anachokisema Mange hapa ni kwamba utawala wa Rais Samia Suluhu bwana ulikuwa na nia kutaka kujenga hofu kwa Watanzania, ni waogope kabisa, wasiwaze chochote ambacho kinahusiana na kutaka kudai haki yao na vitu kama hivyo, lakini sasa anahisi kabisa kwamba mauaji ambayo yalifanyika, watoto wengi ama vijana wengi kuuawa, imepelekea mpaka wazazi wao hususan kina mama waamue kuondoa uoga kabisa kutoka mioyo yao na kuamua kuja wazi kuja kuface hiki ambacho wanaamini kwamba ni pekee ya ya kuweza kupata haki sasa sasa, kwa hika, mbali, ito, mangi, kwa kwa hii kauli ambayo alitoa Mange Kimambi na na wewe ambaye ambaye pia pia ulipata fursa kuicheki huyo, alikuwa anaeleza namna namna mbaya mtoto mtoto mtoto mtoto wake wake wake alipigwa risasi mpaka mpaka kwenda kumstiri, maana alisema kwamba paka mochori, lakini lakini bahati bwana zimejaa of course miili za watu ambao walikuwa kwenye maandamano, ikabidi akasafirisha Mwanza, akapata elezea ima hm pia na mwenyewe pia alipigwa risasi yaani ilikuwa ni kama swala fulani hivyo ambalo ni la kusikitisha. E, wengi ambao walikuwa na wao, inaonekana kabisa kwamba walikuwa washiriki hata maandamano. Kulikuwa pana clips ambazo zilikuwa zinaonyesha kwamba polisi walikuwa wanavamia majumba ya watu, wanawapata vijana, wanawapiga risasi na kutraumatize familia nzima na vitu kama hivyo. Sasa kwa mtazamo wako, drop pale chini kwenye comment section niambie unakubaliana na hiki ambacho amekisema Mange kwamba Desemba 9, huenda ikawa mbaya zaidi ya ilivyokuwa Oktoba 29 kutokana kwamba sasa hivi sio vijana tu ambao wamejaa hasira, inaonekana kabisa mpaka wazazi hususan kina mama wamejaa hasira sana baada ya kuwazika watoto wao na wengine pia watoto kupotezwa bila kujua wako wapi. Nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment.